Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika eneo la Mashariki ya Kati, kufuatia mashambulizi ya kila upande baina ya Iran na Israel. Iran imefanya mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya Israel usiku wa kuamkia leo Jumamosi, na kuwaua watu wasiopungua watatu na kwa jeruhi dazan kadhaa, ikiwa ni hatua ya ulipaji kisasi kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vyake vya nyuklia na kijeshi. Iran ilirusha ndege za drone na makombora ya masafa kuelekea Israel, ambapo milipuko ilisikika usiku wa kuamkia Jumamosi, na kuitikisa miji ya Tel Aviv na Jerusalem, huku watu wakikimbilia mafichoni na majengo kadhaa kuharibiwa vibaya. Israel pia imetumia ndege za kivita pamoja na drone kushambulia maeneo nyeti na kuua majenerali na wanasayansi wa juu wa kijeshi. Balozi wa Irani katika Umoja wa Mataifa, Amir Said Iravani amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya Tehran yamewaua watu wasiopungua wa 78 wakiwemo majenerali wawili waandamizi huku watu zaidi ya 320 wakijeruhiwa wengi wao wakiwa ni raia. Waziri wa ulinzi wa Israel, israel Katz, ameonya kwamba Tehran itawaka moto ikiwa Iran itafyatua makombora zaidi kuelekea Israel, akiongeza kwamba wakazi wa Tehran ndio watalipa gharama kubwa. Katz alisema Dikteta wa Iran anawageuza raia wa Iran kuwa mateka na kuunda ukweli ambao wao haswa wakazi wa Tehran watalipa gharama kubwa kwa shambulio la jinai dhidi ya raia wa Israeli. Wakati huo huo, Iran imezionya Marekani, Uingereza na Ufaransa kutoisaidia Israeli kukomesha mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Tehran. Kulingana na shirika la habari la Reuters ilinukuu vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Ripoti zinasema kuwa Tehran italenga vituo vya kijeshi na meli zilizoko katika eneo hilo ikiwa nchi hizo tatu zitaunga mkono Israel. Wimbi la mashambulizi hayo ya anga kati ya Israel na Iran limeendelea kuibua hofu duniani, huku mashirika ya ndege yakibadili njia zao na masoko ya mafuta na hisa yakiyumba vibaya. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA, Rafael Grossi, ameonya kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia yanaweza kuwa na madhara makubwa. Grossi amesema yuko tayari kusafiri kwenda Iran haraka iwezekanavyo kutathmini hali baada ya kituo kikubwa cha nyuklea cha Natanz kushambuliwa. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna ongezeko la mionzi lililoripotiwa, huku vituo vya Foldo na Esfahan vikiripotiwa kuwa salama. Nimesema mara kwa mara kwamba vituo vya nyuklia havipaswi kushambuliwa bila kujali muktadha au mazingira, kwani hatua hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa watu wa Irani, ukanda mzima na dunia kwa ujumla, amesema Gross. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, amesema Urusi inalani hali hii na inatoa wito kwa pande zote kujizuia. Ubalozi wa Urusi umeshauri raia wake kuondoka Israeli na kuepuka safari za kwenda Iran. China kupitia msemaji wake na wizara ya mambo yake ya nje Lin Jian ameeleza kupinga uvunjaji wowote wa wa mamlaka na usalama wa Iran na inasisitiza kwamba ongezeko la mivutano si katika maslahi ya upande wowote. Uturuki nayo imelani mashambulizi ya Israeli ikisema ni ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa na kuyataja kama uchokozi unaolenga kuvuruga udhibiti wa eneo. Imeonya kuwa mashambulizi hayo yanakuja wakati wa mazungumzo ya nyuklia na yanaweza kuhatarisha amani ya kikanda na kimataifa. Kwa upande mwingine, mashirika ya ndege duniani yameanza kuchukua tahadhari kali. Anga ya Israel, Iran, Iraq na Jordan imefungwa kwa sehemu kubwa, huku mashirika kama Lufthansa, KLM, Emirates, Air India na Qatar Airways yakisitisha safari zao kuelekea maeneo hayo au kubadili njia zake kupitia Misri, Saudi Arabia, Uturuki na Azerbaijan. Hii ni Poa Media.